Kutoka kwake Emmanuel Tor. Tuelekee bungeni, ambapo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro amepokonywa uwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge la kitaifa na wadhifa huo kukabidhiwa mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi katika uchaguzi uliofanyika leo. Wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga wamevuna pakubwa, ambapo pia kamati ya uhasibu ikiwekwa kwenye usukani wa mbunge wa Butere Tindi Mwale. Stephen Leto na taarifa zaidi <tripti> wa Kiharu Samson Ndindi Nyoro amepokonywa kalamu bungeni. Nyoro ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa ametemwa nje na nafasi yake kukabidhiwa mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi. And work together as Kenyans. Uchaguzi katika kamati hiyo ilifanyika saa chache baada ya viongozi wa bunge, Kimani Ichungwa na Junet Mohamed, kudai kuwa kamati hiyo imekuwa ikigawa pesa nyingi kwa maeneo bunge yao, kamati hiyo ikijitetea na kusema kuwa imekuwa na itazidi kutekeleza majukumu yake kulingana na sheria.

Support as members of this committee. Katika kamati hiyo, Mbunge wa Endebes Robert Pukose alichaguliwa kuwa naibu mwenyekiti. Mbunge wa Butere Nicholas Tindi Mwale amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya uhasibu bungeni. Tindi Mwale alimbwaga mbunge wa Rarieda Otiende Amolo wengine waliopata nyota leo ni pamoja na mbunge wa pokot kusini David Kosing, Samuel Chepkonga wa Ainabkoi, Robert Gishimu wa Gishugu na mwwakilishi wa kike Garisami na Siad, wakichaguliwa bila pingamizi. Mabadiliko katika kamati mbalimbali za bunge leo zinaashiria kuwepo ama uwezekano wa kuwepo kwa mabadiliko zaidi serikalini.